Karibu sana kwenye YouTube channel yetu Wauzaji. Leo tutajifunza step by step ya jinsi ya kuweka picha kwenye WhatsApp yako, jinsi ya kuweka profile picha yako step by, nafundisha step taratibu na, tara na uangalia hii video mpaka mwisho. Pole pole hakuna haraka. Cha kwanza kabisa e, unaingia kwenye Play Store, inabidi utafute Play Store ilipo hapa Play Store. Baada hapo utagusa Play Store. Baada ya kugusa sasa, mfano mimi natumia e, WhatsApp business. Sasa utakuja hapo kwenye kutafuta WhatsApp business. Kama unatumia WhatsApp ya kawaida, basi unabonyeza kwenye hapa search pia, alafu unabonyeza kwenye kuandika hapa, ntaandika mimi WhatsApp, WhatsApp, business less baada ya hapo nitabonyeza search. Baada ya hapo itatokea namna hii. Mimi nitagusa hapa kwenye WhatsApp. Baada ya kugusa kwenye WhatsApp sasa nimekuleta hapa. Ili cha kwanza kabisa, kama WhatsApp yako hai, haipo updated, basi tutaona inatokea neno update hapa, itabidi ulibonyeze hilo neno update ili iweze kujiboresha na kuwa katika toleo la juu kabisa, toleo jipya la juu, ili iweze kufata step zangu kwa urahisi zaidi. Mimi tayari ipo updated, nime, nime update kwa hiyo hakuna shida. Mimi ntarudi nyuma, ntarudi nyuma, ntarudi nyuma tena, ntarudi tena nyuma mpaka kwenye home. Baada ya hapo, nitaenda kuingia kwenye WhatsApp yangu mimi nitafuta WhatsApp, nazani unaiona. Mimi natumia WhatsApp business hii hapa, basi nitaingia kwenye WhatsApp business. Baada ya kuingia kwenye WhatsApp business, kwenye WhatsApp business e, moja kwa moja unaona kuna option nyingi, lakini mi nitagusa e, hivi vidoti vitatu huku juu, mbona vidoti vitatu, basi mimi nitavigusa hivi. Baada ya hapo nitagusa kuingia kwenye, kwenye setting taingia kwenye setting. Umeona kuna advertise new group, new broadcast, community, label, linked devices, star pamoja na setting. Nitaingia kwenye setting. Baada ya kuingia kwenye setting, moja kwa moja hapo mimi nitagusa kwenye sehemu hapa hii picha nitaigusa, nitagusa moja kwa moja, nadhani na umeiona agusa hapo, itafunguka namna hii. Baada ya hapo, sasa mimi ninachotaka ni kubadilisha picha ya, ya ya profile au kuweka picha mpya. Baada ya hapo nitabonyeza, ntabonyeza hii button nazoona kama kikamera. Ukishabonyeza itakuletea option tatu kama nne. Ya kwanza kabisa, umeona hiki kidude kama ku delete. Hiki kidude ukikigusa, inamaanisha hiyo profaili yako hapo juu utaifuta kabisa iondoke kabisa, na kama hujaisave, hutoweza kabisa kuirudisha tena. Kwa kabla hujagusa delete, ni bora ukaisave. Tunarudi nyuma kidogo. Kuisave, unabonyeza hiyo profaili picha yako, kama tayari unao nyingine. Baada ya hapo, unabonyeza iki kidude cha share huko juu. Share, yapo, kiboneza, utakudia hii kidugu cha share unakibonyeza. Baada ya hapo, ukishakibonyeza utakuja, utabonyeza hii WhatsApp Business. Kama unatumia WhatsApp kawaida utabonyeza WhatsApp kawaida, lakini unatumia WhatsApp Business, nikibonyeza hapo inamaanisha itaandika hapa saved to your gallery, kwa inakuwa tayari umesha isave. Usifute bila kusave, kuipata ni ngumu. Baada hapo unarudi nyuma Umuone, naonesha kama hivi. Sasa nitaingia kwenye kuibadilisha, nitabonyeza button ya kamera. Baada hapo, kuna option hapa chini, unaona kuna option ya kamera ya girl au avatar kama unataka kuweka eh, avatar. Mfano avatar, itajiload avatar, umona avatar inakuwa watu kama hawa, umeona. Kwa ukitaka hapa, unaweza kaanza get started, kisha ukacreate avatar yako wewe ambaye unamtaka, umeona. Create from selfie unaweza ukajipiga picha, alafu ikakubadilisha ikawa avatar. Unaweza ukaicreate manual, lakini huko mimi hii watu wengi awapendeleaji kuiweka, umeona. apply kuziweka hii za hivi. Hata hivyo basi mi nitarudi nyuma kwa kubonyeza hii button ya hapa ya X, kisha nitaenda kuweka picha ya kawaida. Nitabonyeza gallery. Kama unataka kuiweka kwa kamera uta... kisha utapiga picha mona. Kama unataka e, kuna nilii e, kama unataka kuiweka kwa kutumia gallery basi utabonyeza hapo, kisha utabonyeza gala, utaweza kuchagua picha ambayo wewe unaitaka. Mfano unataka tu picha yoyote, mfano ataisafe box hapa, utaenda utaiseti vizuri picha yako kutokana na vile unavyotaka Umeona kikubwa ukitaka kupunguza tena kidogo, unaweza una, una, una kuipunguza, ikawa hata kwa, utaweza kuilengesha kujua pale unapotaka. Baada ya hapo, ukishamaliza utabonyeza neno e, done, itakuwa imeshakaa. Lakini kuna kitu cha kuzingatia: cha kwanza, jitahidi kama hii picha ilingane na hiki kisquare. Kama unaona kisquare kitoshi, basi unaweza kwa ukakiongeza, kinaongezeka vizuri, unaweza kwa kipeka kwenye kona yoyote kikakaa kakiongeza kikakaa vizuri unafit. Usi, usiweke picha ambayo eh, kwa kifupi picha ambayo haina hai haina mwonekano wa kufiti vizuri kwenye kona zote. Kwa inabidi weke mwonekano ambao itaweza kufiti na kuonekana katika mwonekano mfano wa kiprofessional. Mfano ukitaka hii picha uweze kuirotate, yani ikae juu chini, au kwa upande, unabonyeza hii hapa button hapa. Umeona imegeuka. Kwa unaweza kuweka picha yako ikakaa kwa hivi. Umeona? Ukitaka ugeuze tena unaweza kubonyeza hivi ikakaa juu chini ukaiseti vizuri ikakaa vile unavyotaka. Umeona, ukaipunguza kidogo ukafocus kwenye kitu fulani labda hiki tu peke yake. Ukitaka ikae tena upande unabonyeza tena hivi inarudi upande wa huku. Baada ya kubonyeza mara nne, mara ya nne ikifika tu inakuwa imerudi na inakaa kawaida. Umeona? inakuwa imekaa kawaida namna hii hapo nanvkuasa baada po piga dan. Lakini mimi kwa sasa sitaki kuweka profile picha, nitabonyeza cancel hii hapa cancel, itarudi kawaida. Na hiyo ndio jinsi ya kuweka profile picha kwenye WhatsApp yako. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine tayari zipo nyingi sana. Karibu sana.